Katibu mwenezi wa baraza la wanawake wa Chadema yani Bawacha ngazi ya taifa Sigrada Mligo ameshushiwa kipigo kikali katika kikao kilichokuwa kikifanyika kikao cha ndani, cha ndani cha chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema kilichokuwa kikifanyika huko Njombe. Na kikao hicho kilikuwa chini ya makamu mwenyekiti wa Chadema taifa Mheshimiwa John Heche. Kikao kilifanyika Machi 25 huko Njombe. Na imeelezwa kwamba katika kikao hicho moja ya ajenda iliyokuwa ikijadiliwa ni kuhusu huyu Sigrada kudaiwa kuwa anafanya mikutano bila kufuata taratibu za chama. Lakini bila shaka mnaofuatilia channel hii ambayo sasa inafahamika kama Jasusi TV mtakumbuka kwamba kuna makala hapa niliiweka kuhusiana na huyu Sigrada Mligo na makala yenyewe ilikuwa inahusu siku ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambapo Bawacha ba walifanya tukio lao ambalo mgeni rasmi alikuwa mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa kulikuwa na hotuba iliyotolewa na Sigrada Mligo ambayo ilileta hali ya sintofahamu fulani, na sintofahamu hiyo ilipelekea, uh, kai, lab, hali ya kujibishana kwenye mitandao ya kijamii ambayo niliweka katika makala hii. Lakini itakuwa vema endapo hukumbuki au hukuwahi kuisikia makala hiyo, nimekuwekea hapa uisikilize kwa kirefu, kisha tutahitimisha makala hii. Karibu ambayo yanahusiana na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema um, na sio tu kuhusiana na chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema, bali yanaashiria nini kinachoendelea ndani ya chama hicho aidha hadharani au faragani. Na tukio la kwanza ni lililojiri tarehe nane ya mwaka huu ambayo ilikuwa ni siku ya, ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani na baraza la wanawake wa chadema BAWACHA lilifanya li shughuli jijini Daa ambapo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa, kuna kipengele kidogo tu ambacho nitakiongelea, sio shughuli nzima hiyo iliyofanywa na BAWACHA, lakini kipengele hiki kimezua haya matukio mengine ambayo nitakuja kuongelea katika makala hii, na ni hotuba iliyotolewa na katibu mwenezi wa BAWACHA, anaitwa Sigrada Mligo. Nitaisoma kwa kifupi tu lakini mheshimiwa mwenyekiti, nitakuwa sio mwingi wa fadhila nisipomtambua mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, baba yetu. Ndiye aliyetupa jeuri hii, ndiye aliyetupa ukuu huu. Mheshimiwa mwenyekiti, na kuomba sana utambue kwamba baraza hili ndilo litaongoza mabadiliko ya nchi hii. Makamu Mheshimiwa John Heche, endelea kunisaidia, endelea kunishauri hii vita tunahitajiana wote. Baba yangu mwamba, endelea kupumzika, umefanya mengi na mheshimiwa Lissu anatambua hilo. Kwa hiyo ukisikiliza juu juu hii hotuba unaweza kudhani haina tatizo, lakini ina matatizo kadhaa. Kwanza um, katika hotuba yake huyu katibu mwenezi wa BAWACHA anadai kwamba mheshimiwa Mbowe ndiye aliyowapa jeuri hiyo, yani aliyowapa BAWACHA jeuri hiyo na ndiyo aliyowapa ukuu huo Hili si kweli kwa sababu kama BAWACHA imepewa jeuri au imepewa ukuu ni kutokana na CHADEMA kwa ujumla. Malezi ya uongozi mzima wa CHADEMA pamoja na mheshimiwa Mbowe mheshimiwa Lissu na viongozi wengine na wanachama kwa ujumla ndio wameifikisha BAWACHA hapa ilipo, lakini si mtu mmoja. Kwa sababu hiyo ni sawa na kuitoa CHADEMA hapa ilipo sasa hivi ambapo inaendeshwa kama taasisi na kutaka kuirudisha kule nyuma ambapo ilikuwa inaendeshwa kama taasisi ya mtu mmoja. Sawa, pili anasema kwamba mheshimiwa, naomba utambue kuwa baraza hili ndio litaongoza mabadiliko ya nchi hii. Kweli Bawacha kama zilivyo taasisi nyingine za vyama vya siasa litashiriki watashiriki katika hayo mabadiliko kusudiwa, lakini si kweli kwamba Bawacha pekee ndio itakayoongoza um, mabadiliko hayo, kwa sababu kuna Bawacha, kuna Bavicha, kuna Bazecha na Chadema kwa ujumla ndio atakaoshiriki katika kuleta hayo mabadiliko kusudiwa. Kadhalika, kuna utovu wa nidhamu hapa kwa sababu, huyu anasema kuwa anamwambia mheshimiwa Heche ambao ni makamu wa mwenyekiti wa Chadema Taifa kwamba amsaidie na aendelee kumshauri. Iweje katibu mwenezi wa Bawacha ahitaji ushauri kutoka kwa makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa? Huu ni utovu wa nidhamu, na anamalizia kwa kusema kwamba baba yangu mwamba, yani mheshimiwa Mbowe, endelea kupumzika, umefanya mengi na mheshimiwa Lissu anatambua hilo. Kwa hiyo hii huhitaji kuwa mjuzi sana wa mambo kutambua kwa hii huu ujumbe haukupaswa kuwepo hapa, kwa sababu Bawacha walipofanya maadhimisho ya siku ya wanawake uh, duniani ambapo mgeni rasmi alikuwa mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, shughuli nzima ilikuwa ni kuhusu mheshimiwa Samia Suluhu Hassan mpaka wakampa na zawadi. Kwa hiyo ilitarajiwa pia shughuli hii ambayo mheshimiwa Lissu ndio alikuwa mgeni rasmi iwe ni kwa ajili ya mheshimiwa Lissu na sio viongozi waliopita, kwa sababu wao washaenziwa mara kadhaa huko nyuma. Lakini hili tukio, hizi kauli za huyu katibu mwenezi wa BAWACHA zilipelekea mambo mengine kama utakavyoona katika, uh, katika makala hii. Uh, moja ni kwamba kada maarufu wa Chadema Godlisten Malisa, uh, uh, siku hiyo ya tarehe nane aliandika makala ndefu huko kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram. Sasa siwezi nikaisoma yote kwa sababu ni ndefu, lakini kuna paragrafu ya mwisho ndiyo imegusa, imebeba ujumbe wote. Yaani yeye alichoanza ameandika huko vitu vingine, lakini ujumbe mzito kauweka mwishoni mwa hiyo posti yake yani. Hii nitakusomea. Anasema Chadema ni mwalimu wa demokrasia kwa vyama vingine. Baada ya uchaguzi kumalizika, makundi yamevunjwa, chama kinajengwa na hilo limedhihirishwa limezi, limezi, na katibu mwenezi wa BAWACHA wakili msomi Sigrada Mligo ambaye alieleza jinsi Freeman Mbowe alivyofanikisha kongamano lao. Sigrada alisema mheshimiwa Mbowe, Sigrada alisema Mbowe ndiye aliyetupa kiburi cha kukaa Mlimani City kutokana na mchango wake, maneno ambayo yalimfanya kila mtu kushangilia akiwemo mwenyekiti Lissu, japo Sigrada hakutaja mchango wa Mbowe ni kiasi gani, lakini wapo wanaodai alilipia ukumbi shilingi milioni thelathini na tano, wengine wanasema alitoa shilingi milioni hamsini. Kwa hiyo ndio posti hiyo kwa ujuma aliokuwa ameandika, na posti hii ikajibiwa, um, posti hii ikajibiwa kwanza na Hilda Newton, mmoja wa viongozi waandamizi wa Chadema. Na Hilda ameandika posti mbili, ya kwanza aliandika kama ya jumla tu, nitakusomea alichoandika. Kuna mjadala mijadala anajitahidi sana kuikwepa lakini haikwepeki. Nimesoma mahali kuna mtu kaandika kwamba tukio la jana la BAWACHA bila Mheshimiwa Mbowe lisingefanyika. Kaenda mbali zaidi aka, anasema katupa BAWACHA shilingi milioni hamsini ya kulipia ukumbi wa Mlimani City Mie nilikuwa sehemu ya kamati ya maandalizi ya tukio la jana na ki, kila kitu mlichokiona ni michango yetu Bawacha na wadau wetu ambao waliamua kutushika mkono, mikono pamoja na viongozi wetu wakuu wa chama. Hakuna mtu ambaye hatambui mchango wa Mheshimiwa Mbowe katika hiki chama, ila ukweli lazima usemwe. Kwenye tukio la Bawacha la jana, Mheshimiwa Mbowe hajatuchangia hata senti moja. Lakini Hilda akaenda mbali zaidi, baadaye akamvaa Malisa na akaandika posti kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter kwamba Kamanda Malisa, kwa hiyo kama mwenezi wa Bawacha ka taifa kasema uongo na wewe unaungana naye kudanganya umma, kwa nini mnalazimisha ionekane kwamba Mheshimiwa Mbowe amechangia pesa ya kulipia ukumbi wa Mlimani City wakati hajachangia hata mia mbovu? Mnataka kuachieve ni nini kwenye huu uongo? Sasa sio vigumu kuelewa nini ambacho kinatafutwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye hili swala kinachotafutwa ni kuonyesha kwamba Uh, Mheshimiwa Mbowe kwa sababu huko nyuma, moja ya sababu wak wakati wa kampeni za uchaguzi ilikuwa inaelezwa kwamba umuhimu wa Mheshimiwa Mbowe ni kutokana na mchango wake kifedha, anatoa fedha zake mfukoni. Kwa hiyo hili tukio, endapo ameweza kutoa shilingi milioni thelathini na tano au hiyo milioni hamsini na kuliwezesha, inamaanisha kwa upande mmoja yeye ni mtu muhimu kifedha, kwamba Chadema bila Mheshimiwa Mbowe na fedha zake itapata shida, lakini upande wa pili ni kama jenga picha sio nzuri, kwa sababu Mheshimiwa Lisu na uongozi wake kama labda wameshindwa kuweza kugharamia kugharamia tukio kama hili na hivyo kulazimika Mheshimiwa Mbowe atoe ya fedha yake mfukoni ya kuweza, lakini kwa mujibu wa maelezo ya Hilda kwamba Mheshimiwa Mbowe hakutoa chochote katika shughuli hiyo, na hata kama angetoa mchango huo usikuzwe zaidi ya michango ya watu wengine, na kama ametoa labda amejisikia kufanya kitu fulani, anaweza kupongezwa kwa sababu ni mwanachama wa Chadema. Kwa hii ni changamoto ambayo uh, nadhani Chadema wanaendelea kuipitia lakini kitu kizuri ambacho kwangu nimeona kimefanyika ni hii hatua aliyochukua Hilda, ambayo nachukulia kama ni tafsiri ya uongozi mpya, kwa sababu Hilda ni watu ambao wanamuunga mkono mheshimiwa Lissu, kuwavaa hadharani hawa wanaotoa taarifa za kupotosha, kwa sababu uongo usipokemewa una tabia ya kugeuka kwa ukweli. Kwa hiyo ni matumaini kwamba Chadema huko mbele wataendelea kushikamana kwa sababu adui yao ni mmoja. Basi mimi nawashukuru kwa kusikiliza makala hii, tutakutana katika makala nyingine. Asanteni na kwaherini.